niliwambia nilipokuja geita ukanda kanda ya ziwa ukizaliwa kanda ya ziwa ukifa masikini utaulizwa na mungu kwa nini ulikufa masikini kwa sababu ulaya inategemea nini inategemea afrika ndo maana wanawaua ndugu zetu pale kongo usiku na mchana wanawaua kongo ina amani kongo ni nchi nzuri kabisa lakini hawa 7G ndo wanamaliza afrika Wanakupangia wanachotaka wewe, wao wanachotaka. Huruhusiwi kumiliki nyuklia, sababu ni nini? Mbona nyie mnazo? Hawataki yaliyotokea Irani. Utajihami ili wakuchukulie, huwezi kumchukulia mtu mali kabla ya kumdhibiti. Ko, tunakudhibiti kwanza, kwamba tuwe na uwezo wa kufanya chochote, ndo tutakuibia. Ko siku Afrika ikiwa na uwezo majeshi ya Afrika yakijitanua na kuwa na uwezo wa kuwa na nyuklia na, na, na silaha zote za dunia ndipo amani zapatikana. Lakini Ulaya wana uwezo wa kujikusanya tu ile Afrika kwa pamoja, katika swala la kuila Afrika kwa pamoja, Ulaya wanafanyaje? Wanakusanyika. Lakini katika swala la Afrika kuijenga pamoja, Waafrika wanafanyaje? Wanasalitiana. Huo ndio tofauti wetu. Ndio maana ni ngumu sana mchungaji mmoja kusaidia watu mia moja, lakini ni rahisi sana mchungaji mmoja kulishwa na waumini elfu moja. Yesu mmoja alilisha watu elfu tatu, lakini mchungaji mmoja analishwa na waumini milioni. Yaani waumini milioni wanamlisha mtu mmoja ambaye ana upako, anasema ambaye anasema ana miujiza, ambaye anasema ametumwa na Mungu. Mtayakumbuka haya maneno Simon, mtayakumbuka haya maneno.